Huu mzigo bwana, unamhusu kijana mmoja hivi smart sana na mwenye uelewa mzuri sana shuleni, lakini huyu jamaa ana tatizo moja tu, yani hajawahi kujiweka karibu na watu hata kidogo. Yeye sio mtu wa bata wala nini, kiasi kwamba anaweza kwa kuwapa hofu sana wazazi wake. Sasa wazazi wake kuona lile swala liko vile, wakaona waje na suluhisho moja la kipekee mno, wakaona umwajiri mpenzi kwa ajili yake. Lakini kilichokuja kutokea baada ya pale hakuna hata mmoja ambaye aliweza kutarajia kabisa. Sasa tuje tuiangazie historia vizuri kwelikweli Mwanzo kabisa tunamwona binti mmoja hivi ni Mati, wakati huo anatoka nyumbani kwake kwa haraka mno. Alikuwa na haraka maana gari yake ilikuwa tayari kuchukuliwa na watu wa serikalini, alikuwa anaitwa Jerry. Hapo sasa, anajulishwa kwamba kabla mama yake hajafariki alikopa pesa za kutosha sana benki ambazo alizitumia kujenga nyumba na kununua gari. Kwa hiyo mama yake alipofariki mali iliachwa Mati, na kwa namna yoyote ile basi kila deni ambalo mama yake aliweza kulikopa yeye ndo anapaswa kulilipa, kwa sababu mama yake siayupo tena. Kwa hiyo yeye ndo msalaba ule ataubeba kwa niaba ya mama yake alikuwa anafanya kazi kwa nguvu mno kama mhudumu wa baa na alikuwa kama mlinzi usiku. Sasa Jerry aliyekuwa mpenzi wa Mati lakini alikuja kubeba gari hiyo, maana Mati hakulipa deni kwa wakati. Mati akajaribu kumzuia pale na kutishia huruma, lakini Jerry alibaki anamtazama tu. Hafla kijana ambaye alikuwa mtupu akatoka nje ya nyumba ya Mati, na wakati huo Jerry anatazama kila kitu. Jamaa akajifanya anapiga zoezi ili Jerry ajisikia wivu, lakini Jerry aliumia mno ndani yake. Mati akajaribu kukabiliana na ile changamoto na kumtambulisha kama binamu yake ambaye alienda kumtembelea kwa kipindi kifupi tu. Yule jamaa akajisogeza karibu na kuanza kumvutia heshima Mati, hali iliyofanya Jerry kuwa na hofu zaidi. Alijua Mati anataka kumfanya mjinga, kwa hiyo hakutaka kabisa kumsikiliza tena, hivyo aliondoka na gari bila gari. Maisha ya Mati hayakuwa mepesi kabisa, hakuwa na pesa ya kutoshi, hivyo alitumia viatu vya matairi kuweza kufika kule ambapo anaelekea. Baadaye akiwa maeneo fulani hivi, Mati anakuja kugundua kwamba gari yake ilikuwa imepakiwa katika maeneo fulani, kwa hiyo aliamini kwamba anaweza kulichukua gari yake na kuondoka nayo haraka sana. Sasa haraka sana akazama ndani ya gari akajaribu kuondoka nayo, lakini cha ajabu alisahau kabisa kulifungua kama. Kwa hiyo alijikuta anaishia pale pale tu. Wakati huo Jerry ametoka nje, anamwona Mati ana haha. Kwa hiyo alichukua gari huku Mati akitazama tu, hivyo ikabidi akubaliane na hali. Sasa baada ya pale, Mati akaenda kwa rafiki yake anaitwa Sara, alikuwa na mume wake anaitwa Jimmy. Alimuulizia hali yote ambayo aliweza kumsibu na alisema jinsi gani ambavyo aliweza kupoteza gari yake na jinsi anavyohangaika na mkopo wa benki ambao mama yake aliweza kukopa. Sara alijaribu kumsaidia kutafuta biashara mtandaoni, lakini Mandy alisema kwamba amejaribu kutafuta lakini hajapata chochote kile. Akiwa na peruzi pale, Sara anaona tangazo jipya. Familia ya kitajiri ilikuwa ikimtafuta msichana kwa ajili ya kijana wao. Walitaka binti awe na umri wa miaka 18 mpaka 25, na walisema kwamba kama akiweza hiyo kazi, basi watampatia zawadi ya gari. Tangazo pia lilikuwa wazi kwamba kijana wao ni mwerevu sana, lakini hapendi kujichanganya na watu na wala hana marafiki. Kwa hiyo waliahidi zawadi kwa atakayeweza kumbadilisha. Mara ya kwanza Mati aligoma kabisa, lakini kwa ushawishi kutoka kwa Sarah na Jimmy ikabidi akubali tu, maana alikuwa anahitaji sana hiyo gari. Mati akaanza safari ya kuelekea katika familia ya kijana yule. Alifanikiwa kuonana na wazazi wa kijana ambao walielezea juu ya hali ya kijana wao, anamwita Prissy, ambaye huyo ana umri wa miaka 18, lakini ni mpweke mno, licha familia yake kuwa na utajiri wa hali ya juu. Haongei na mtu, hatoki auti wala hana girlfriend na huwa anawakwepa sana watu, anaogopa moshi sehemu za starehe, yani bata hawezi kabisa, hata yale maongezi mabaya. Anachokipenda yeye ni kutazama short videos kupitia simu yake tu. Wazazi wake waliofia kuwa kama ataendelea kuwa vile, basi hataweza kujiunga na chuo. Mati alisikiliza vizuri sana kisha akauliza nini ambacho yeye anatakiwa kufanya. Wazazi wakajibu kwamba wanachotakiwa yeye kufanya ni kwamba atumie muda mwingi sana na kijana wao akijaribu kumbadilisha na kuboost confidence yake. Wakasema kwamba akiona mabadiliko hayo tu wazazi wake waliofia, basi atapata gari yake lakini walisisitiza Presi asijue chochote kile, yaani walitaka am approach kwa kawaida na kufanya aamini kwamba kila kitu ambacho kimeweza kutokea basi kimetokea kwa mipango maalum na sio mipango ya watu. Mati alikubaliana naUdi mchongo kwa hiyo akaenda katika duka la Presi. Alivaa gauni jekundu lenye kubana na kuteka hisia kupita kiasi, lakini mbele ya Presi aligonga mwamba kabisa. Alijifanya anataka kumwasili mbwa, lakini bado alishindwa kabisa kuonekana katika macho ya Presi. Alimkaribisha ofisini kwa ajili ya maongezi, na Mati bila kukata tamaa aliendelea kumtega huku akimwambia kama vipi ampe lifti mpaka nyumbani kwake baada ya kazi. Presi aligoma kabisa na kuweka sababu, lakini Mati alibeba baskeli ya Presi na kulazimisha azame ndani ya gari Wako ndani ya gari sasa. Mati akatania kwamba kama vipi waende wote nyumbani, ila akasema itakuwaje kama nikikuteka, kisha akapeleka gari kuelekea nyumbani kwake. Dogo alipoona sio mtaa nyumbani kwao, aliogopa sana. Kwa hiyo gari iliposimama tu, alimpulizia spray za kutosha sana Mati. Mati alimwambia alikuwa anatania tu, sababu kama angetaka kumteka basi angemteka zamani mno, na kwa nini ampeleke nyumbani kwake? Aliposikia vile, alijisikia hatia sana. Kwa hiyo kumsaidia alimwagia maji kupitia bomba la maji, aliondoa ile spray usoni mwake lakini kwa wakati ule Presi alikubali kutoka naye, yani kama date fulani hivi. Baadaye tunamwona Mati akimsubiria Presi katika klabu fulani hivi. Presi alijitokeza kila mmoja alibaki anamcheka kutokana na vazi lake aliloweza kulivaa. Hata hivyo Mati alimsifia sana kwa fashion yake kipekee mno, ikafanya awe na confidence, yani awe so comfortable. Kisha akasogea waiter pale, na Mati akaagiza chakula na mvinyo. Presi alitaka Pepsi tu, lakini Mati alitaka waiter amletee kinywaji ambacho yeye ameweza kukiagiza. Mara ghafla anatokea ex boyfriend wa Mati anaitwa Travis. Travis alitaka kukichafua eneo lile na kuonyesha pete ya ndoa akidai kwamba ni mtu wa Mati. Aliongea mengi mno na Mati alimsungu baada ya kuweka wazi jinsi walivyoachana na kufanya Travis ajisikie vibaya na kuondoka pale kwa aibu. Baada ya Travis tu kuondoka, Mati aliamua kumpeleka Prissy beach. Hata hivyo beach ilikuwa tupu mno, maana mwisho wa kuwepo pale ilikuwa ni saa mbili usiku. Presi alisema hajui kuogelea na anaogopa sana lakini Mati alimshawishi na kumtoa hofu kabisa. Lakini Presi alikataa kabisa kutoa nguo zake. Basi Mati alitoa nguo na kuzama ndani ya maji kwa hofu no woga na uoga, Presi naye akapunguza nguo zake na kuungana naye wakiwa ndani ya maji. Kundi la watu linaingia pale na kuiba nguo zao wakiwa tayari kuondoka. Kwa hasira, Mati akatoka nje ya maji na kwenda kupambana nao wote ili mradi kuweza kurudisha nguo zao. Kisha akarudi ndani ya maji na kujaribu kuwa karibu sana na Presi, lakini Presi alijihisi hayupo comfortable kabisa na alimwambia kwamba hawezi kuwa karibu na mtu ambaye hamjui hata kidogo, yani wamejuana jana tu. Maneno yale alimuumiza sana Mati, kwa hiyo kwa hasira akavaa nguo zake na kupanda gari yake. Presi alijaribu kuzama ndani ya gari, lakini Mati hakumpatia nafasi, aliishia kumtupia nguo zake nje ya gari. Presi ikabidi akamatie gari kwa juu bila nguo. Safari na mziki Waliongea mengi kwa asira na hofu, lakini askari alipogundua tu kuhusu wao wakaanza kuwafuatilia sasa. Ili kuwakwepa Mati ikabidi aendeshe mwendo wa haraka mno, ambao chupuchupu chupu tu ulitaka wasababishia ajali kubwa, baada ya kupita katika barabara ya treni. Baadaye wapo zao nyumbani kwa Mati, binti akaona muda sindo huu sasa, akaweka nyimbo kali mno na za taratibu huko, lengo lake likiwa ni kuteka attention jamaa, lakini Presi hakuwahi kabisa kuelewa dhamira ya Mati. Mara kijana anaanza kuwashwa na aligundua kwamba na vipele fulani hivi kama vile alij. Mati alijisogeza na kumpaka dawa na kupitia wakati ule wa pamoja waliongea mambo mengi sana yaliyowahusisha wao pamoja na Prisi. Presi aliomba msamaha kwa kusema kwamba labda muonekano na ego yake ndio imefanya akose, lakini aliomba wajaribu kuanza tena upe kesho hivyo. Mati alikubali. Siku inayofuata Mati na Presi walikutana na walitumia muda mwingi sana pamoja, walienjoi na walifurahia sana kuwa pamoja. Mati na Presi wakatafuta chemba iliyotulia sana kisha binti alianza kujielezea na familia yake. Mati alielezea jinsi baba yake alivyomkataa tangu akiwa mdogo na namna mama yake alivyopata tabu sana kumlea Presi alisikiliza kwa huzuni na umakini mkubwa sana. Kisha baada ya pale wakajikuta wanabusu, mambo ya romance na vitu vingine vikaendelea pale. Wakiwa huko walikutana na rafiki yake na Presi alikuwa anaitwa George. George na mati wakapata muda kidogo wa kuzungumza. Baada ya Presi kutoka kidogo, sasa George akaanza kumkandia jamaa kwa binti kwamba huyu dogo bado mtoto sana, na anajua mabinti wa aina yake wanafuata pesa tu nini nini alimpa onyo pia kwamba kama lolote likitokea kwa jamaa basi hata dili naye papa endikula. Kwenye siku iliyofuata, Percy na Matthew kajiandaa kwa ajili ya dina. Ulikuwa ni usiku bora zaidi kwa upande wao wote wawili na siku ile Percy alijikusanya ujasiri wake na kupanda juu ya jukwaa kutoa burudani iliyogonga nyoyo za watu, yani nyoyo za hadhira. Wote walimpongeza sana kwa burudani ile. Baada ya pale akaja ya rafiki yake na Percy, aliitwa Rachel, alienda kumpongeza na kumwalika katika pati yao fulani hivi. Alimwambia kwamba huko ndani wataenjoy sana, kwa hiyo asikose kufika. Hata hivyo wote hivyo, hivyo karibuni walikuwa wanaelekea chuoni. Baada ya Rachel kusepa tu Pressy alimwambia Mati kwamba Rachel ni binti mzuri mno na hata hivyo ataenda wote kwenye party na pia alitarajia kupata leseni yake udereva. Kwa tabasamu akasema, nikipata leseni yangu kesho basi nitakuwa na uhuru wa kuja kwako usiku za weekend alafu tukaenjoy pamoja. Kwa haraka tunamwona Pressy ameshaanza kuzimika kwa umanzi na hata Mati aliliona hilo. Baada ya dina, wakaondoka pale mgahawani. Wapo ndani ya gari, Pressy amevuta ya mitungi yake kwanza akaanza kuitendea haki. Alijikuta anakiri kwa Mati kwamba ameshazama tayari na anataka kuwa pamoja naye. Mati kwanza ikabidi azuge kwamba itakuwa umeelewa sana na hata hivyo haute enjoy siku yako kwa ya kwanza. Aliomba wangoje kwanza. Ila Mati alijisikia vibaya sana. Alikumbuka mpango wao aliweza kuweka na wazazi wa Presi kwamba yeye yuko pale kwa sababu ya makubaliano maalum. Presi bila kujua alishaanza kumpenda ukweli Mati na Mati alianza kujihisi na hatia kwa kucheza na hisia za mtu. Siku inayofuata, Presi kujisiri akawaambia wazazi wake kwamba atapata leseni yake hivi karibuni. Wazazi walifurahi sana kusikia vile. Kisha kijana akasema nina mpenzi mpya na anaitwa Mati, lakini sitaki kumpoteza kabisa. Hivyo sitaenda chuoni na nishakuwa mkubwa na naweza kujitolea maamuzi mimi mwenyewe. Baada ya pale Presi akabeba gari ya baba yake na kusepa nayo. Asema kwamba mpango wao ulikuwa ni kumshawishi dogo aende chuoni ndio wapate gari sasa kama hataenda chuoni inamaana hawezi kupata gari kabisa. Sasa, wakati wanaongea, dogo alikuwa anasikia kila kitu kupitia mfumo maalum wa gari yao. Aliumia sana maana alidhani kwamba Mati hana hisia za kweli na yeye kabisa. Presi akamwalika Mati nyumbani kwao licha ya kujua kila kitu. Alimtambulisha kwa wazazi wake pia Wakiwa wanapata dina, Presi akaanza kumtania Mati kiumri, kisha akaondoka mezani wakati ule kwa hasira mno. Akasogea gereji na kutoa gari kwa msaada wa rafiki yake na wakaisukuma mpaka porini na kuiharibu vibaya mno. Baada ya pale alirudi nyumbani na moja kumoja kwa moja akaelekea chumbani kwake. Mati alimfata kwa hiyo dogo akaomba aichape siku hiyo. Mati alikubali bila kipingamizi. Lakini kwa kuwa ndio ilikuwa mara yake ya kwanza, Presi alijikuta anakosa kabisa pumzi, yani hakuweza kuhimili kwa wakati mwingi. Baada ya pale Presi alimwambia kwamba gari imesharibika tayari, yani hakuna gari. Mati aligundua kwamba tayari Presi ameshagundua ukweli wote juu yao. Kwa hasira sana Presi alisema, "Nadhani unanipenda, lakini kumbe ulikuwa unacheza na hisia zangu tu." Mati aliomba msamaha huko akimwambia kwamba amemuelewa vibaya, lakini ukweli ni kwamba anampenda sana. Licha ya maelezo yake, lakini Presi alimwambia Mati aondoke kwa hasira. Mati alirudi nyumbani lakini alivunjika sana moyo kwani aliona na hati tia mno kwa kucheza na hisia za Presi. Upande wa Presi akaona arudi kwenye tabia yake zamani, yani ile tabia yake ya kawaida, akawa ni mtu kucheza game pamoja na kutazama short video tu. Siku moja, Mati akajikusanya na ujasiri mzito na kuenda moja kwa moja kwa Presi kuweza kuzungumza naye, lakini jamaa akutaka kabisa kusikia chochote kutoka kwake. Aliingia ndani ya gari yake, lakini Mati hakutaka kabisa kumwacha, alilandia gari ya Presi ambayo muda huo ulikuwa wake, ulikuwa ni baharini Mati alipiga sana kelele kuomba msamaha, lakini Presi alipeleka gari moja kwa moja ndani ya maji na Mati akatumbukia ndani ya maji. Presi alisimamisha gari haraka mno, kisha kazama ndani ya maji kwenda kumwokoa Mati. Presi alikubali kupaki, mabegi yake kwa ajili ya chuo, aliwaga wazazi wake na kutoka nje. Anatoka nje anakutana na Mati akiwa kajipanga vizuri tu, alitabasamu na kuuliza je, kuna mtu anahitaji kulala? Wote wakofurahi na kuondoka zao wakiwa pamoja kuelekea chuoni. Mikinaishia hapo, hii ni